Karibu tena katika kipindi cha inside the bible story kupitia chaneli yako pendwa Dream Walker Family Media. Hapa ndipo tunapochunguza hadithi halisi za Bibilia, tukijifunza mafunzo ya thamani kwa maisha yetu. Leo kisa cha Balaamu. Israeli walikuwa wametoka vitani dhidi ya Waamori, wakawashinda kabisa na kukaa katika miji yao. Walipiga kambi katika tambarare za Moabu, nambo ya Yordani, karibu na Yeriko. Balaki, mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu, alipoona yale yote ambayo Waisraeli waliwatendea Waamori, moyo wake ukatetemeka kwa hofu, akawaambia wazee wa Midiani, "Kusanyiko hili litalamba nchi yetu yote kama ng'ombe anavyolamba majani." Kwa hofu Balaki akatuma wajumbe kwenda kwa Balaamu mwana wa Beori aliyekaa Pethori karibu na mto Frati. Wajumbe walifika na kusema, tazama, taifa limetoka Misri limefunika nchi yote. Tafadhali njoo uwalaani watu hawa, labda nitaweza kuwapiga na kuwafukuza, kwa maana najua ubarikiapo mtu hubarikiwa Ukilaani mtu amelaaniwa. Wakampa pia zawadi za uganga. Balaamu akawaambia, laleni hapa usiku huu, nami nitawaletea neno kama Bwana atanena nami. Usiku ule Mungu akamjia na kumwambia, usiwalaani watu hao, kwa maana wamebarikiwa. Asubuhi Balaamu akawaambia wakuu wa Moabu, rudini kwa kuwa Bwana amenikataza. Lakini Balaki alituma tena wakuu wengi zaidi, wakiahidi heshima na mali nyingi. Balaamu akasema, hata kama atanipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita neno la Bwana Mungu wangu. Lakini kaeni usiku huu, nijue Bwana atanena nini tena. Usiku ule Mungu akamwambia, "Kama wamekuja kukuita, nenda pamoja nao. Lakini utasema tu neno nitakalokupa." Safari ya Balaamu na punda. Asubuhi, Balaamu alipanda punda wake na kuondoka na wakuu wa Moabu. Lakini hasira ya Mungu ikawaka na malaika wa Bwana akasimama barabarani na upanga mkononi. Punda akamwona malaika akapinduka, akaingia shambani. Balaamu akampiga ili arudi njiani. Malaika akasimama tena kati ya kuta za mizabibu. Punda akabana mguu wa Balaamu ukutani. Balaamu akampiga tena malaika akasimama tena mahali penye njia nyembamba bila pa kupita. Punda akakaa chini, Balaamu akaghadhibika akampiga kwa fimbo. Kisha Bwana akaufungua kinywa cha punda. Punda akasema, nimekukosea nini hata unipige mara hizi tatu? Balaamu akajibu kwa sababu umenifanyia mzaha. Laiti ningekuwa na upanga, ningekuua. Punda akasema, je, mimi si punda wako uliyekuwa ukimpanda siku zote? Je, nimekuwa nikifanya hivi kabla? Balaamu akasema, hapana. Ndipo macho ya Balaamu yakafunguliwa, Akaona malaika wa Bwana na upanga wake. Balaamu akaanguka kifudifudi. Malaika akasema, njia yako ni ya ukaidi. kama punda asingepinduka, ningekuwa nimekuua na kumwacha unatazama Inside the Bible Story kutoka Dreamwalker Family Media, Mahali pa hadithi halisi za Biblia zinazoleta maana mpya kwa maisha ya sasa. Balaamu akasema, "Nimekosa. Niruhusu nirudi." Lakini malaika akamwambia, "Nenda pamoja nao. Lakini utasema tu lile nitakalokupa." Balaamu anakutana na Balaki. Balaki akamwambia, "Kwa nini hukukuja mara ya kwanza? Je, siwezi kukutukuza?" Balaamu akajibu, "Nimekuja, lakini siwezi kusema kitu chochote zaidi ya lile Mungu atakaloweka kinywani mwangu." Baada ya hapo, Balaki akampeleka Bamoth Baali, wakatoa dhabihu. Balaamu akasema, "Israeli ni taifa litakalokaa pekee yake. Halitahesabiwa kati ya mataifa. Nife kifo cha wenye haki, na mwisho wangu uwe kama wao. Balaki akaghadhibika. Umebariki badala ya kulaani. Jaribio la pili. Balaki akampeleka mahali pengine, wakatoa dhabihu. Balaamu akasema, Mungu si mwanadamu aseme uongo. Nimeamriwa kubariki. Ameibariki Israeli, nami na siwezi kubadilisha. Nguvu zao ni kama nyati. Balaki akasema, usiwalaani wala usiwabariki. Balaamu akasema, je, niseme nini isipokuwa neno la Bwana? Jaribio la tatu. Balaki akampeleka Peori. Akaona kambi ya Israeli yote. Roho wa Mungu akamjia Balaamu. Mahema yako ee Yakobo, na maskani yako ee Israeli, ni mazuri kama mabonde, kama bustani karibu na mito. Maji yanamwagika kutoka kwao. Mfalme wao atakuwa mkuu, na nguvu zao ni kubwa. Amebarikiwa kila atakayewabariki, na amelaaniwa kila atakayewalaani. Balaki akapiga mikono yake kwa hasira, nilipanga kukutukuza, lakini Mungu amekunyima. Hesi, unatazama Inside the Bible Story, kutoka Dreamwalker Family Media mahali pa hadithi halisi za Bibilia zinazoleta maana mpya kwa maisha ya sasa. Malaamu akasema nilikuonya, siwezi kupita neno la Bwana, lakini sasa sikia unabii. Nyota itatoka Yakobo na fimbo ya kifalme itainuka Israeli. Atavunja vichwa vya adui zake, atatawala mataifa yote. Kisha Balaamu akarudi nyumbani na Balaki pia akaondoka zake. Tazama Inside the Bible Story, kutoka Dreamwalker Family Media, mahali pa hadithi halisi za Biblia zinazoleta maana mpya kwa maisha ya sasa. Hivyo ndivyo hadithi ya Balaamu ilivyokuwa. Aliitwa ili alaani lakini Mungu akageuza maneno yake kuwa baraka na unabii wa kuja kwa Masihi. Hii imekuwa simulizi ya Balaamu kupitia kipindi cha Inside the Bible Story hapa kwenye Dream Walker Family Media. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe, ili usikose masimulizi mengine ya Bibilia yanayogusa maisha.